Na mtazamaji, shamrashamra za kuadhimisha miaka kumi tangu kuanzishwa kwa runinga ya Inooro zinaendelea katika ukanda wa kati. Wakazi wa kaunti za Embu, Kirinyaga na Nyeri wamepata nafasi ya kipekee kupokea uhondo huo unaongozwa na watangazaji wa Inooro TV. Kampuni ya Royal Media Services imeandaa shughuli hizi ili kutoa shukrani kwa watazamaji wa Inooro TV, ambao wameiweka runinga hiyo inayopeperusha kumradi matangazo yake kwa lugha ya Kikuyu kileleni katika kaunti ya Nyeri leo jioni. Steve Shitera anafuatilia sherehe hizo na sasa anaungana nasi mubashara. Kwa mengi zaidi, kwako Shitera. Naam Shitera, kama unatupata Asante uh, sana. Bila shaka, bila shaka Lulu, uh, msafara huu wa kuadhimisha miaka kumi ya matangazo ambayo yamekuwa kipeperusho kwa lugha ya Kikuyu na stesheni ya Inooro TV. Kumbuka kwamba ni stesheni ambayo ilizinduliwa mwaka 2015 215, uh, nilivyokuwa nikisema kwamba ni mwaka wa kihistoria na umeandamana na uh, kituo hiki cha Inooro TV muda huo wote, uh, bila shaka ni stesheni ambayo imekuwa ikiwaelimisha uh, ikiwapa habari na kuweza kuwaburudisha wakazi wa eneo hili la Mlima Kenya na sio Mlima Kenya tu, manake lugha ya Inooro TV ambayo inatumia, bila shaka ni lugha ya Kibantu, na tukiongelea kama Wakenya wa, wa, wa, wa, wa ambao wanaelewa lugha hii ya Kibantu, bila, bila shaka uh, wanaelewa yanayotangazwa na yanayopeperushwa na Inooro TV uh, kumbuka kwamba tulianza mapema leo uh, katika kaunti uh, ya Embu jijini Embu, hususan na bila shaka uh, tumepokelewa uh, kwa idadi kubwa sana ya watu ambao waliweza kukusanyika kuweza tu kufuatilia kinachoendelea na kwamba wengi walijishindia pale Embu bila shaka uh, gavana wa Embu Cecily Mbarire, anasema kwamba ni shabiki mkubwa sana wa Inooro TV na aliweza pia kuungana uh, nasi katika msafara huo kwa njia ya kipekee kutuwezesha tu kuhakikisha kwamba msafara wetu Embu umefanikiwa. Kwa sasa msafara uko katika mji wa Kutus, ambapo wakazi wa eneo hili wanazidi kuburudika, wanazidi kupata zawadi kemkema. Kumbuka kwamba t-shirts kama hizi za eh, Inooro TV zinapeanwa uh, mashinani hapa kwa wakazi, mashabiki wa Inooro TV, na hapa nitampa shabiki mmoja tu wa Inooro TV atatutambulisha uh, majina yake na atueleze tu Inooro TV imechangia vipi katika maisha yake hapa mashinani. Kwa majina, na utueleze tu mchango wa Inooro TV hapa. Mimi naitwa Chomba Robinson, ama babake Mudhoni. Mimi ni mkaaji wa Kutus, na tumefurahi sana kwa sababu ya kutembelewa na Inooro sababu Inoro ni marafiki zetu, wameturetea vipindi mingi, wanatuelimisha kwanza, hasa ile kipindi inaitwa magetha smart. Magetha smart inapokuja kwa TV tunasoma maneno ya ukulima, na ukiangalia uku kwa mashamba, sisi ni wakulima, tunaelimika. Pia wakati wa siasa, baba, tukienda kwa pande ya siasa, kuna kipindi inaitwa Kimuri kya Inoro, inakujanga sande na Waero wa Nyambura wabunge wetu wakikuja pale ama wanasiasa wetu wanaulizwa maswali hapo, wanajibu na wengine wanalemewa. Tunaona vile wamesebea kazini. Na sasa ningeuliza Waero wa Nyambura, nimeangalia nikaona simpati, niko na ujumbe wake, naweza kukutuma? Itume tafadhali. Sasa huu ujumbe wa Waero wa Nyambura utamwambia hivi: akileta wanasiasa wa huku mlima ambao wanaongea ili lugha yetu, yetu ya Kikuyu awe analeta mtu mmoja wa murengo huu na murengo ule mwingine yani, ya, ya, ya, ya, ya, ya, yani mrengo wa one term na two term ndio wajibisane pale, tujue ni nani anatwambia ukweli, nani anatudanganya, kwa sababu kwa hiyo kipindi tatuelimisha tujue wakati wa 2027 nn nani tutaritini nani tutatupa inje. Asante sana bila shaka, uh, zawadi hii nakupa mubashara kwenye runinga ya Citizen ni zawadi yako kuweza kuadhimisha miaka kumi ya Inooro TV. Asante sana, bila shaka, msafara huu umeongozwa na watangazaji wa Inooro TV ambao bila shaka umemsikia mzee anawajua wote kabisa, na mmoja wao yuko hapa nami na anaitwa uh, Jonato. Jonato, msafara umeuona vipi kuanzia jana? Uh, asante sana. Nadhani kasema msafara unaendelea vizuri sana manake tumeweza kupata mashabiki wengi sana ambao wanatizama uh, vipindi vyote vya Inooro TV. Na jambo lingine ni sema wameweza kutuonesha upendo mwingi sana manake, wakati tuliwaambia tutakuja kuwatembelea katika maeneo yao wameweza kujitokeza kwa mpigo, na vile vile ni mafansi ambao ni mashabiki ambao wanatuhimiza ya kwamba tuzidi kuwapatia vipindi vyema. E, vile vile wanazidi kutuhimiza ya kwamba watazidi kutushikilia na vile vile bado wanatuomba eh, ni vyema tuweze kuwa bia tunakuja katika mashinani eh, kuweza kujiunga nao waweze kuwa eh, wanatujua zaidi na zaidi na pia wametutuma salamu pia eh, katika our mother station that is Citizen na watuambia tusalimie watu sana, wengine watuambia, munge kuja naruru, atuone. Uh, so tukitoka hapa eh, tunazidi kwa sasa, hizi tuko mahali kunaitwa Kutus na watu wameweza kujitokeza sana, sana. Eh, maelfu ya watu wanatokea kutuone Upendo, tukitoka hapa tunaelekea eneo la Kagio, kisha tuelekee eneo la uh, sa, Karatina kisha tumalizie na eneo la, la Nyeri, kisha baada ya hapo tutakuwa tuna sherehe kubwa sana ambayo itakuwa ni ya kusherehekea eh, miaka kumi ya utangazaji pale Inooro TV na tutakuwa katika hoteli kubwa sana inajulikana kama Bantu Africa Resort. Kwa hivyo tunaomba Wakenya ambao wamezunguka mlima waweze kuja kujumuika nasi pamoja ambako tutakuwa tuko na uh, onyesho ambayo inaitwa Mugithi Show ambayo inaletwa na mtangazaji anaitwa Joy wa Masharia pamoja na watumbuizaji kama Tony Young e, tuko na kijana anaitwa 90K vile vile, e, tuko na mrembo ambaye ana sauti nyororo anaitwa Gasheni. Kwa hivyo tungeomba kwa heshima Wakenya wote waweze kujitokeza tupatane pale hivyo siku ya leo usiku ili tuweze kufunga uh, miaka kumi uh, kwa mtindo mzuri. Kwa hivyo wale ambao wanatazama, asanteni sana na tuzidi kutizama Citizen, tuzidi kutizama Inooro, asante. Bila shaka uh, nitakuwa nimemkosea Wandia ambaye ni shabiki mkubwa sana wa Citizen TV uh, nikikosa kumhoji. eh, msafara umeuona vipi kufikia sasa mahali tulipo? Uh, bila shaka tunaweza sema ya kwamba msafara umekuwa sawa, na kwanza kabisa ni kushukuru watazamaji wetu wa Inooro TV manake wameweza kutupokelea kwa njia ya sana na wameweza kusema ya kwamba habari za Inooro TV kuanzia habari, vipindi kila kitu ambacho Inooro TV imeweza kuwapatia watazamaji wetu wameweza kuwa wakipokelea kwa njia ya juu, ya hali ya juu sana, na kwa hivyo la kusema ni kwamba ni kuwashukuru tu kwa hali hii na kusema ya kwamba tulianzia kutoka asubuhi pale kaunti ya Embu tukafika hapa kaunti ya Kirinyaga. Kirinyaga hapa ni Kutus, kisha na maana tunaelekea pande Kirugoya, Karatina, alafu tumalizie na Nyeri. Na ni kusema kwamba um, ambavyo watazamaji wetu wameweza kusema ni kwamba uh, runinga ya Inooro TV imekuwa runinga ambayo inasikizwa karibu kwa kila boma na unaposikia runinga ya Inooro TV wanasema ya kwamba kama hujasikia lolote kutoka runinga ya Inooro TV, ujue ambayo unayasikia si ya kweli. Na kwa hivyo imekuwa runinga ya kuthibitisha ya kwamba habari kuanzia habari zinazopeanwa kuanzia vipindi hii ni runinga inayoenziwa na wengi, na kwa hivyo ni kushukuru tu watazamaji wetu, miaka kumi ya utangazaji, na kwa, ahidi kwa, kwa ya kwamba tukiendelea na mbele tuta ama tukisonga tutakuwa tunawaletea vipindi, habari zilizo, wajua zilizothibitishwa za uhakika na kuhakikisha ya kwamba mtazamaji wa Inooro TV ameweza kufikiwa na mambo yanavyotokea bila shaka. Lulu huyo ni mtangazaji wa Inooro TV anaitwa Masi Wandia, na hapa kweli mashabiki hapa a, ni wengi sana wanauliza kwamba na Lulu atakuja lini Kirinyaga? Bila shaka kwa muda wako, ama ukipata muda wa kuungana na msafara huu, sababu bado unaendelea, bila shaka utaweza kupanga ukutane na wakazi wa Kirinyaga ambao ni mashabiki wako wa, kubwa mno mno kweli, kweli. Kwa hivyo kutoka eneo la Kutus, sina la ziada na kurudisha kwako Lulu Hassan studioni. Asante kwa mtayarishi wa matangazo haya <laughs> Faiza Maganga kwa kuwezesha um, um, um, taarifa hizi kutoka eneo hili la Kutus. Kwako Lulu, na ma Steve Shitera ni kwamba msilolijua ni kwamba, unajua, Kirinyaga ni nyumbani nambia na, na, eh, na wananiita eh, nitakuja kwa mpigo, manake naona kwamba tumetafutwa. Wanasema pia wanataka wanahabari kutoka runinga Citizen. Nadhani message sent hiyo kwa Lincoln Jogu na Latifa Ngunjiri, na wamoyo pia wamepata kusikia. Kwa hivyo wafanye halahala, tuhakikishe kwamba pia wana citizen pia wanafika eneo hilo la Kutus. Asante sana Steve Shitera na mtazamaji, nahani kwamba